Na uwezo huo hawana, rasilimali watu hawana, rasilimali fedha, na wao wenyewe wamegawanyika. Neno la Mungu linasema nyumba ikifitinika haiwezi kusimama, nyumba ikifitinika haiwezi kusimama. Rafiki yangu mwenyekiti wao alisema waka Kwenye chama chao, nadhani wote tuliona, alisema anataka fanye reform kwenye chama chake kwanza. Moja ya reform sializosema anataka kuzifanya ni ukomo wa uongozi kwenye chama ambacho kulikuwa na mkulunzi z alikuwa na tawala muda wote, hiyo reform bado hajafanya. Alisema anataka kufanya reform chama chao hajafanya, wametoka kwenye uchaguzi wamegawanyika, anahitaji afanye reform, washikamane, wasigawanyike. Niliondoka CHADEMA, nilisema mara ya mwisho, kulikuwa na ufisadi, kulikuwa kukosekana kwa haki, hakukuwa na demokrasia, hayo mambo ndani ya chama kile bado yapo na uhalali wa kusimama kuitaka serikali ya CCM ifanye reform, wanatakiwa wawe mfano kwenye chama chao, hizo reform zifanyike mda huu, huu, badala ya kuanzisha mapambano mengine. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya, inaitwa wekeza gari, inaitwa wekeza gari. Nini tunachokifanya? Moja, kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi, anakwenda kazini, gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo, gharama. Sisi Safisha Limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari. Lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato. Unasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali, tunaita ride sharing kwa maana ya Uber, Bolt, Farasi, ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Ni karibuni sana.